Alikuwepo siku ya Jumapili, he was here on Sunday. Lakini but, Mungu akanionyesha jambo, God showed me something, juu ya huyu mtoto on this child. Baada ya kuombea, after praying, mzazi wake aliniambia, the mother told me, ya kwamba alikuwa ameandaliwa kwenda kwa daktari, that they were to go, to go to see a doctor, kwa ajili ya operation, uh, for an operation. Sasa, shida ilikuwa ni nini? What was the problem? Alikuwa anasema, yani kichwa kilikuwa kina shida. Tatizo kichwani, kulikuwa na shida, kichwa kimekaa vibaya, kwa hiyo inahitaji akapasuliwe. Je, mulipotoka hapa, mmeshampeleka hospitalini? Kwa nini amjampeleka hospitalini? ukaona mabadiliko na ukaona imekaa vizuri, ukaona tena haina haja. Makofi ya kuwapita. Ina maana ule uvimbo uliokuwepo umepotea, tatizo lililokuwepo limepotea. Shida iliyokuwepo imepotea. Sasa sikiliza, huyo Mungu aliyomponya mtu huyu katikati ya kichwa, anakwenda kufanya operesheni katika maisha yako. Akafanya operesheni kwa watoto wako, afanya operesheni katika familia yako, ndoa yako ikatengenezwe upya, maisha wako. The life of your ya watoto wako yakawe salama kwa jina la Yesu. Aliomshuhudia mama huyu, the person who convinced this lady, mtoto huyu akaja na mama yake and this child came with the, and na this mtoto huyu amekuwa mzima. Wewe uliowashuhudia, Mungu anaweka makao ndani ya nyumba yako is maana ulikubali kueleza jina la Mungu aliye hai. Ukikubali kuwa mtumwa wa Mungu. Tujifunze kwa mtu huyu. Kuzimu inatumia nguvu ya kumtafuta. Demons are using power to find paka, wanatoa kafara ya watoto ili wampate, akawe mtumishi wao, ili akatumikie giza. So that she can serve the kingdom of darkness. Wewe leo umeijua nuru, you know the light, unashindwa kuitumikia, unashindwa kumweleza yeye mwenye nuru Angetoka mahali hapa, angeieleza giza, angekuwa mtangazaji wa giza, angekuwa mtumishi wa giza, she would have angeotengeneza wengi kuingia kwenye giza. Wewe wangapi umewareta Signing kwa Bwana? unaosema wewe ni mtumishi wa Mungu, unaosema unamtumikia Mungu. And you say that you're serving God. ujumbe wangu kwako leo. Today is... Hebu kama Please. kuna uwezo wa kufunga pete Who have rings, na akavalishwa pete and she has been made to wear a ring, ili akawe mtumishi wa giza. So na weopokea pete ya kimungu, uwe mtumishi wa nuru, umtumikie Mungu, so God, uifanye kazi ya Mungu pasipokuwa na uoga ambacho kingempa ujasiri, roho lilioko ndani yake, amepewa roho ya ujasiri, anageuzwa anapewa ujasiri wa kutokuonea aibu giza. Ukiona bado hauna ujasiri wa kumtangaza Yesu alio hai to serve the living God, bado roho wa Mungu hajaingia sawasawa, bado haujampokea sawasawa, bado haujamvaa sawasawa. Ukiona bado unauoga watu wasijue wa ya kwamba unakwenda kanisani, bado bado bado. Hauna Roho wa Mungu ndani, ukiona bado unauoga kumweleza mwanadamu unayefanya naye kazi with, ana kiti chako cha pembeni pale, umeajiriwa naye ofisi moja bado unauoga wewe, bado haujashukiwa na roho wa Mungu, bado hajakolea ndani ya kifua chako, bado hajakolea ndani ya kifua chako, bado haujajitoa sadaka, bado haujawa sadaka. Leo tazama, leo, can we mtoto mmoja ametolewa, wa pili anafata. Wewe sadaka gani umeishaitoa mbele za Bwana? uhai wako umeishautoa mbele za Bwana? Leo unaacha imani. Today you're living your faith kwa sababu ya wazee fulani wamekukalisha kikao eti acha wokovu, hatutaki maombi kwenye familia yetu, hatutaki maombi kwenye ukoo wetu, one in na house. Wewe unaacha jaribu linatokea kidogo, come unaacha wokovu, unamwacha Mungu. Wewe bado ulikuwa hujakorea wewe bado ulikuwa uja korea. We, wewe bado ulikuwa ujanywa damu ya Yesu. Wewe bado ulikuwa ujapokea damu ya Yesu. Wewe bado ulikuwa ujaweka mkataba na Yesu. Wewe bado ulikuwa ujafunga pete na Yesu. Leo ninakukumbusha, jifunze katika jambo hili. Kuna watu wanatoa sadaka, kuna watu wanachukuliwa sadaka, kuna vitu vinadai sadaka ili kuvitumikia. Leo nakupa habari njema, ili somo liwe la kwako, uone kuna, kuna watu wanaweka mikataba, watu mikataba. Wewe bado hujaweka mkataba ndio maana kuna mambo yanakusumbua, ndio maana kuna vitu vinakuchanganya, ndio maana vinakwenda vinarudi. Leo a... funga mkataba upya, ili niwe somo kwako, uone kama hujawahi kumtumikia, so uanze upya kumtumikia aliye juu. Watu wanatoa kafara People watu wanatoa kafara, maagano yanadai kafara. Wewe kafara gani umeshagawai kutoa? Hebu mtumikie Mungu. Anasema walio upande wangu, walionitumikia mimi, watumikie kwa vitu kaza wa kaza, kwa nguvu zao strength, kwa akili zao mind, kwa moyo wao heart, na kwa akili zao pia well, na kwa fedha zao pia their money, their, kwa nguvu zao strength, kwa akili zao kuna akili you have the knowledge, na kuna nafsi there, kuna akili Wisdom, na kuna nafsi ndio maana wakati mwingine, That's why some other time, nafsi inaweza ikaona, your soul might see, kuna ajali inakwenda kutokea. Hiyo ni nafsi ya ndani. Mashetani yanawahi kukamata nafsi really, wachawi uh, wanawahi kukamata nafsi adui really So, anawahi kukamata nafsi naf, anacheza na nafsi. Kuna nafsi soul, na kuna hakiri the, nafsi inaweza ikaona ajari then, so hakiri ikabili, ikapingana na nafsi ma your... ndio maana mwanadamu people, anaweza kukuambia roho nyingine inakataa, nyingine inaniambia nenda ni chague ipi? Nyingine nanaambia fanya I... nyingine nanaambia acha. Hujua kwamba kuna it. nafsi na akili vinapingana, ila chenye nguvu zaidi katika maisha ya mwanadamu ni nafsi. Wakikuteka nafsi, wamekumaliza na ukiokorewa nafsi, na uki nafsi, hawana chao They... kinachookorewa kwa binti huyu the one, the ni nafsi, nafsi. Na mimi leo today, wewe today, nafsi yako nafsi yako nafsi yako na iokorewe kwa jina la yaliyo hai ikiokolewa nafsi Let utakuwa na ujasiri wa kumweleza Yesu aliyo hai, utakuwa na ujasiri wa kueleza matendo makuu, utakuwa na ujasiri we'll wa kuielezea huduma, utakuwa na ujasiri wa kumwelezea Mungu. Mungu wa mbinguni ashushe ujasiri juu yako, pokea. Pokea. Usiogope kushuhudia. Do not fear to spread the good news of God. Sema amina. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii na Mungu akubariki.